Ni milioni elfu moja. Kwa hivyo bilioni 17 ni milioni elfu 17, eti kwa magari 150. Nini kilitokezea? Kama kawaida, hakutoke kitu Zanzibar. Ilitafutwa kampuni ya FK Motors ya nje ya Zanzibar, kwa Dar es Salaam, ikapewa tenda hii, na kama kawaida hakuna kushindanisha wala nini, wewe unaambiwa tu mpe huyo. Mwanzoni huyu ungetegemea madamu yeye ni muuzaji akupe magari umlipe pesa yako, au sio? Labda kama chochote umtangulizie kitangulizi, advance payment, lakini hii kampuni inajulikana kwa kukopa katika mabenki ikawa hailipi. Ajabu kuonesha kwamba huu mradi ulikuwa na mkono wa wakubwa. Ikalazimishwa Benki ya Watu wa Zanzibar, benki aliyoasisi Mzee Karume, fahari ya Zanzibar, People's Bank of Zanzibar, PBZ, wakaambiwa wao wampe mkopo wa bilioni kumi na mbili akanunue gari alafu ajaiuzie serikali. mpo wa Zanzibari, benki yenu itoe fedha bilioni 12 iipe kampuni binafsi ikanunue magari kisha irudi ijaiuzie serikali. PBZ wakasema, hatuwezi kumkopesha hawa, hatuwezi kuwakopesha hawa, kwa sababu yeye rekodi ya kuwa na madeni wakawa hawalipi. Serikali yenyewe ikasema itadhamini mkopo huo. Serikali inamdhamini mfanyabiashara mwenye kampuni yake kuchukua mkopo wa kununua magari kisha ajauzie serikali, na wakaambiwa wamkopeshe bilioni kumi na mbili na tano kwaibu, bilioni tano 5 zingetoka serikalini kwenyewe. Kwa hivyo bilioni kumi na saba zote anapewa kutokana na fedha zenu za serikali ambazo ni fedha zenu walipakodi wananchi wa Zanzibar mnaokamuliwa huku, na bilioni kumi na mbili fedha za watu ambao wameweka pesa zao kwenye benki ya watu wa Zanzibar, lakini uongozi wa PBZ ulikataa ukasema huyu hana rekodi ya kulipa. Kilichofanyika nini ndugu zangu? Kuonyesha watu wana mikono yao katika kila miradi hii. PBZ wakaambiwa nyesi hamtaki kumkopesha huyu, Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango ikenda ikachukua fedha zile PBZ ikampa FK Motors kuwaletea magari yake. Bilioni kumi na mbili. Ajabu, wenye kufahamu mambo wakawambia huyu hamhitaji kumpa dhamana, government guarantee. Ziko kampuni nyingi Tanzania ambazo zingeweza kuleta magari bila ya mkopo au kupewa garanti ya serikali, lakini watu wanachao watu wanachao sasa katika aliyofanyika nini, ndugu zangu? Kwanza hayo magari yalipoletwa kwa bei kubwa namna kama hiyo, hayakuwa magari mapya, yameletwa magari ambayo yameshatumika. Hilo la kwanza. Lakini la pili, bei iliyoandikwa ni bei kubwa kuti kuliko gharama halisi. Na nyinyi mnajua, Zanzibar kuna vijana wengi wanafanya biashara kwa magari, wanajua bei za magari. Hapa pakaongezwa gharama. Lakini hapo pote hapo bado, kilichofanyika nini? Haya magari yalikuwa ni yaliambiwa ni kwa matumizi ya serikali ama sio? Kwa kawaida usingetegemea yatozwe VAT, kodi ya ongezeko la thamani, VAT. Lakini bei ilipopangwa ikaongezewa na bei ya VAT. Tuna taarifa za uhakika kwamba VAT yote ya magari haya 150 ilipindishwa ikenda ikapewa mkubwa mmoja huko ndani, mtoto wa huko huko nyumba kubwa ndio aliopokea kwa niaba bilioni 17. Fikiria wewe vati yake ni kiasi gani? Hizi ndo fedha ambazo zinatiwa mifukoni mwa watu. Huu ndio ufisadi wa miaka mitano hii. Halafu unataka Wazanzibari wakuchague, maana ndio sema wamchague tena. Maana tayari 2020 hakuchaguliwa, Wazanzibari hawakumchagua, aliwekwa kwa nguvu, ukakanyaga damu za Wazanzibari 21 waliouawa ili wewe ukae kwenye kiti. tena lililopelekea wakauwawa ni huhu wizi wao wa mapema ambao watu wameleta wakidhani utawasaidia. Tutapambana na nyinyi, mwaka huu mtaondoka mkitaka msitake, wa Zanzibari tushaamua. Kwa hivyo ndugu zangu, nimalizie kama alivyosema kila unapopagusa ni jipu na ukilitumbua linatoka na usaha uvundo, unaonuka ufisadi wa miaka mitano. Waliofaidika miaka mitano hii ni yeye, masaiba zake, marafiki zake, familia wako, shemegi ama, hawa wamenufaika miaka mitano. Tena ndugu zangu, ndugu zangu wa Mpapa, ndugu zangu wa wilaya Kati, ile jeuri yao wakikaa wenyewe huko, washatupiga vya kutosha, washapiga mabilioni. Huko akasema kwamba ati wamekuja kutustaarabisha Wazanzibari, Wazanzibari wajinga, Wazanzibari washamba, Wazanzibari wavivu. Kama sisi washamba, kama sisi wajinga, kama sisi wavivu, tutakuonyesheni uvivu, ujinga na ushamba wetu kwenye sanduku la kura tarehe 29 Oktoba insha Allah. Ndugu zangu, nchi hii si maskini. Haya mabilioni, mabilioni naokutajeni kila siku yanayopigwa ni ushahidi kwamba nchi hii si maskini. Narudi pale nilipoanzia, ndio nikasema ukiwa wewe unasema milioni moja haiwezekani kimacha chini, huwezi wewe, kwa sababu serikali yako ni ya kifisadi. Serikali safi itakayosimamiwa na Mzanzibari safi anayewajibika Osman Masud inakwenda kubadilisha maisha ya watu wa Zanzibar inshallah. miaka mitano a sasa nikuulizeni, Wazanzibari, niwaulize Wazanzibari wa Mpapa, yenu nyie ya Mpapa tunayajua, tumeelezwa vya kutosha, atakuja kueleza mgombea. Mimi langu nataka kuwauliza, kwa ufisadi huu tunaoanika kila siku, mabilioni waliopigwa, nyinyi Wazanzibari wa hapa wilaya ya Kati, wa hapa Mpapa, Bambi, mko tayari kuendelea na ufisadi huu kwa miaka mitano mingine? mko tayari nyinyi kudhalilika, maisha ya dhiki, ili watu wanufaike, wajaze matumbo yao? Naomba niwaulize wale ambao wako tayari kuendelea na ufisadi huu wa serikali hii ya kifisadi miaka mitano, wanyoshe mkono juu. Hakuna. Sasa wale ambao wanasema ufisadi huu wanakwenda kukomesha na watampa kura Osman Masud kutupeleka katika Zanzibar mpya, Zanzibar moja, mamlaka kamili, naomba mkono juu. Tuko tayari, tuko tayari, na tuko tayari sasa kusikiliza nini vision, nini dira ya serikali inayokuja ikiongozwa na iki Rais Osman Masud, basi naomba kama tuko tayari tumkaribishe rais wetu mpya.